Raisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan ametoa onyo kali kwa wanaharakati wa kimataifa wanaojaribu kuingilia masuala ya ndani ya nchi, akisisitiza kuwa serikali haitakubali kuona juhudi za kuvuruga amani na utulivu wa taifa zikiendelea, hasa wakati huu ambapo kesi ya uhaini dhidi ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu inaendelea kusikika katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu. Akizungumza jijini Dar es Salaam leo Mei 19, 2025, wakati wa uzinduzi wa toleo la 2024 la sera ya mambo ya nje ya mwaka 2001, Rais Samia amesema Tanzania haiwezi kuwa uwanja wa majaribio kwa wanaharakati kutoka nje ambao tayari wamesababisha machafuko katika nchi zao. Tusiwe shamba la bibi. Mtu hawezi kuja Tanzania na kusema lolote analotaka. Hapa si pa kuvuruga na tusikubali waliovuruga kwao waje kutuharibia, alisema Rais Samia kwa msisitizo huku akizitaka wizara ya mambo ya nje na mambo ya ndani pamoja na vyombo vya ulinzi na usalama kuchukua hatua stahiki. Amesema tayari ameona video kadhaa kwenye mitandao ya kijamii zikimshutumu kwa upendeleo na kukandamiza haki, lakini akisitiza kuwa anafanya kile alichopewa na wananchi, kulinda usalama na amani ya taifa. Hatutatoa nafasi kwa kiumbe yoyote wa ndani au wa nje kuvuruga Tanzania, aliongeza Rais Samia. Katika hotuba yake, aliagiza pia maafisa wa serikali kutoa ufafanuzi wa haraka kuhusu madai mbalimbali yanayoenezwa na wanaharakati na kuchukua hatua ikiwa madai hayo yana ukweli wowote kuhusu sekta zao. Kauli hii imekuja wakati ambapo Tanzania inakabiliwa na jicho la kimataifa kuhusu kesi ya Tundu Lissu ambaye anakabiliwa na mashtaka ya uhaini na kuchapisha taarifa za uongo mitandaoni. Onyo la Rais Samia linaonekana kuwa ni ujumbe mzito kwa wanaharakati wa kimataifa wasijaribu kuingilia mwenendo wa kesi au mambo ya ndani ya nchi. Na hii ni Erasmi TV.